Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunakusalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wetu. Karibu kwenye siku ya nne ya siku kumi za maombi maalum zenye mada kuu kufunguliwa. Mm -hmm. Kipindi hiki kinaongozwa na nami Eustace Lajoni, na leo Mungu ametupatia neema ya kutafakari somo lenye kichwa kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Ni ombi letu kwamba Roho Mtakatifu akuguse, akufundishe na akufungulia mlango mpya wa maisha ya kiroho kupitia somo la leo. Na kabla ya kuendelea na somo letu la leo, kwanza tuombe. Ee Baba mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya nne ya maombi. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai, kwa neema na kwa upendo wako usio na kipimo. Tunakuomba sasa, Roho Mtakatifu aje atutawale, atufundishe na atufungue macho ya mioyo yetu, tulielewe neno lako. Ondoa kila kiburi, kila chuki na kila kikwazo kinachozuia umoja na unyenyekevu wetu. Tufanye kuwa watu wenye nia ya Kristo, kwa jina la Yesu tunaomba. Amina. Na moja kwa moja twende kwenye somo letu la leo, neno la Mungu. Somo letu linasema kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Neno la Mungu katika Matendo ya Mitume 1:12 hadi 14 linatuonyesha picha ya wanafunzi wa Yesu baada ya kupaa kwake mbinguni. Biblia inasema walikusanyika pamoja katika chumba cha juu, wakadumu kwa umoja katika maombi. Kilicho cha ajabu ni kwamba katika chumba hicho walikuwepo watu wa aina tofauti: mitume, wanawake, Maria mama yake Yesu na ndugu zake Yesu. Hawa walikuwa watu waliowahi kutofautiana, kushindana na hata kutuamini, lakini sasa tunaona wamekusanyika pamoja kwa unyenyekevu na nia moja. Hapa tunajifunza jambo kubwa sana kabla ya Roho Mtakatifu kushuka siku ya Pentekoste, kulikuwa kwanza na umoja, toba na unyenyekevu. Hakuna aliyejiona bora kuliko mwenzake, kila mmoja alitambua uhitaji wake mbele za Mungu. Warumi 3:23 inatukumbusha kuwa wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukweli huu unatuita tuachane na majivuno na tujione sote kuwa wahitaji wa neema ya Mungu. Ellen White anaeleza kuwa wanafunzi walijinyenyekeza mioyo yao katika toba ya kweli. Walikumbuka maneno ya Yesu, waliona makosa yao ya zamani na walihuzunika kwa kutokuamini kwao. Lakini kilichofariji ni kujua kwamba walikuwa wamesamehewa. Ndiyo maana wakaamua kuishi maisha yatakayoshuhudia uzuri wa tabia ya Kristo. Huu ni mfano mzuri kwetu leo. Kufunguliwa kwetu kunaanzia pale tunapokubali kusamehewa na kisha kuishi kwa unyenyekevu mbele za Mungu na wanadamu. Katika familia zetu, urafiki wetu na kanisa, mara nyingi kuna vitu vinavyotutenganisha: maneno, mitazamo au makosa ya zamani. Lakini Mungu anatuita leo kuomba ili kusiwe na chochote kinachozuia namna tunavyothaminiana na kuonana kwa macho ya upendo. Tunapojifunza kuwa wanyenyekevu, tunakaribiana zaidi. Biblia katika Wafilipi 2:5 hadi 8 inatufundisha kuwa na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Yesu ingawa alikuwa Mungu, alijinyenyekeza akawa mtumishi, hata akakubali kufa msalabani. Kuwa na nia ya Kristo maana yake ni kuwa tayari kushusha haki zetu kujifunza kusamehe na kuwaheshimu wengine hata pale inapouma. Ellen White anaongeza kuwa wanafunzi hawakuomba baraka kwa ajili yao tu, bali walibeba mzigo wa wokovu wa roho za watu. Huu ni unyenyekevu wa kweli, kuacha kujifikiria wewe mwenyewe na kuanza kuwaza wengine. Hapo ndipo Mungu anapomimina nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe anasema katika Matayo 11:28-30 kwamba yeye ni ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na nia yake ni rahisi. tunapomruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu, mizigo ya chuki, kiburi na kinyongo inakuwa myepesi, tunapata pumziko la kweli. Leo Mungu anatuita kwenye umoja wa Kristo. Yohana 17:20 hadi 23 inaonyesha Yesu akiomba ili wafuasi wake wawe mmoja. Waefeso 4:30 hadi 32 inatufundisha kusamehe kama Kristo alivyotusamehe. Hakuna umoja bila msamaha na hakuna msamaha bila unyenyekevu. Ndugu yangu, kama kuna mtu maishani mwako unayehitaji kumsamehe, au kama kuna kiburi moyoni mwako, hii ndiyo siku ya kufunguliwa. Mungu yuko tayari kufanya muujiza moyoni mwako, na kabla ya kuhitimisha kipindi kwa siku hii ya leo tufunge kwa maombi. Ee Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako lililo hai. Tunakuomba utupe moyo wa Yesu, moyo wa unyenyekevu, upole na upendo. Tusaidia kusamehe kama tulivyosamehewa, kuishi katika umoja na kutanguliza mapenzi yako kuliko yetu. Roho Mtakatifu, tenda kazi ndani yetu, vunja kila kifungo cha kiburi, chuki na mgawanyiko. Tunakabidhi familia zetu, marafiki zetu, na kanisa lako mikononi mwako. Tufungulie milango ya baraka na ukuaji wa kiroho. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina. Mungu akubariki sana mpendwa a mtazamaji wa Bukelebe TV. Endelea kuwa nasi katika siku hizi za maombi, maana kufunguliwa kwako kunakaribia. Vilevile vile unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii Facebook tunapatikana kama Bukelebe TV, Instagram Bukelebe TV na YouTube ni Bukelebe TV. Ubarikiwe sana mtazamaji, mimi ni Ustesela jioni.